Katika video hii nitakuonesha jinsi ya kupata video za mtindo huu kwa kutumia akili mnemba AI kwa urahisi. Namaanisha video zenye sauti ya Kiswahili na background sounds za video husika. Google wamefanya mabadiliko makubwa sana hasa kwenye upande wa maboresho ya akili mnemba AI. Kwa nini mnatumia prompt kututengeneza wakati sisi ni AI ambao hatutakiwa kusumbuliwa namna hii? Au mnatutesa kwa sababu hatuna watoto kama wenu? Google ni kampuni ambayo imekuja na maboresho mbalimbali mbali ya AI zinazohusika sana kwenye mambo mengi ya kiteknolojia, zaidi akili mnemba AI kama vile Gemini Image Generator ama Imagen Liria, Gemini Sound Generator, Flow na nyingine nyingi. Mfano, hata sauti hii unayoisikia, siyo sauti aliyoizungumza Vinemax, ni sauti iliyotengenezwa na AI kutoka Google. Katika moja ya video kati ya video zilizopita hapo nyuma, nilielezea namna ya kutengeneza video kwa kutumia AI iitwayo VEO 2 kutoka Google. Kama hukutazama video hiyo, gusa pop up itakayotokea juu kulia mwa video hii. Hiyo itakupeleka moja kwa moja katika ukurasa wa kutazama video hiyo. Mimi naitwa Vinemax na hii ni Vinemax

Kama ni mara yako ya kwanza kutazama video zetu, tunakukaribisha sana katika chaneli yetu ya Vinemax TV, ambapo mambo mengi kuhusu teknolojia za AI na mambo mengi mengi huwa tunaweka hapa na kuzungumzia kwa usahihi kabisa. Hivyo basi, upo mahali sahihi. Hakikisha una subscribe chaneli yetu kwa kuminya kitufe kilichoandikwa maneno subscribe, hii itakusaidia kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu pale tunapopost. Lakini kama unatazama na hujawahi kusubscribe subscribe, hakikisha unasubscribe ili usipitwe na chochote pale tunapopost video zetu. Kitu cha kwanza tutakachozungumzia ni kuhusiana na AI inayotengeneza video hizi, ubora wake, namna ya kuitumia na namna ya kuipata wakati unapotaka kuitumia. AI hii ni bora kuliko AI tuliotoka kuizungumzia katika video iliyoisha. Katika kutengeneza video hizi, ni moja kati ya kazi nzuri na maajabu husika ndani ya AI hii. Kwanza ni AI ya kwanza kwa ubora wa namna hii kuwahi kutokea. Pili, inatengeneza video bora na zenye quality kubwa na ubora mkubwa zaidi zazile za zile za Veo 2. Tatu, ina uwezo wa kuweka background sounds na cinematic sounds katika video utakayoitengeneza. Nne, ina uwezo wa kuongeza native language kama vile kuzungumza Kiswahili kwa moja kwa moja. Unajua, kutengeneza content kwa YouTube si kazi tu, ni sanaa, ni ndoto na ni njia ya kuleta mabadiliko. Tano, ni AI ya haraka zaidi kwenye kutengeneza video, inatumia muda mchache kusoma Kiswahili na lugha yoyote ili kuanza kutengeneza video tofauti na AI nyingine, na ikatengeneza kwa uhakika mkubwa. Hatua za kutengeneza video kwa kutumia AI hii ni sawa na zile hatua za video iliyopita. Hivyo kama hujatazama video hiyo, gusa pop up hapo juu kulia, ukatazame video hiyo. Kwa sasa moja kwa moja tukaangalie namna ya kupata video hizi. Video hizi zinatengenezwa kwenye AI iitwayo VEO 3. Hii ni AI mpya iliyoboeshwa baada ya kuwepo kwa AI iitwayo VEO 2, lakini matumizi ya hii ni tofauti na ya kwenye VEO 2. Hii ni kwa sababu hii inahitaji kulipia ili uweze kupata access nayo. Usihofu kuhusu kulipia, kuna namna pia unaweza ukafanya nje ya kufanya hivyo. AI hii utaipata baada ya kufanya upgrade katika akaunti yako ya Google Gemini. Ndiyo maana nasema siyo ya bure kama ilivyo kwa VEO 2. Nje ya kufanya upgrade huwezi kuipata kirahisi. Kama unataka kujua alternative ya kuipata upgrade ya Gemini, nitapost nikiona reaction kupitia video hii. Unaweza fanya mambo mengi kwa kutumia AI hii. Katika video zijazo nitaelezea namna ya kuzitumia AI hizi kwa faida, badala ya kuzitumia kwa ajili ya matumizi na ishu za kawaida. Mpaka hapo sina la ziada katika video hii. Mimi ni Vinemax na hii ni Vinemax TV, tukutane katika video zijazo. Kwaheri. Kwa nini mnatumia prompt kututengeneza wakati sisi ni AI ambao hatutakiwi kusumbuliwa namna hii? Au mnatutesa kwa sababu hatuna watoto kama wenu? Unajua, kutengeneza content kwa YouTube si kazi tu wani, ni sanaa, ni ndoto na ni njia ya kuleta mabadiliko. Hiyo ni poa sana. Haya, nipe sasa.